Leo ni tarehe kumi na nne ya mwezi wa kumi mwaka ishirini ishirini na tano ni siku ya kumkumbuka baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyefariki katika tarehe hii mwaka tisini na tisa. Siku ya leo tunaiadhimisha kama kumbukizi, mwenge wa uhuru unazimwa leo. Tuwapongeze wazee wa Arusha kwa hafla hii na jambo hili mlilolifanya, mmemuenzi mwalimu kwa vitendo. Na ahidi nitaendelea kuwasikiliza wazee katika uongozi wangu wa mkoa wa Arusha, na muda wote nitaendelea kuchota busara zinisaidie kushirikiana nani katika kupiga hatua ya maendeleo katika mkoa huu wa Arusha. Wazee tunaendelea kusisitiza jamii kuendelea kuziishi na kutunza tunu za taifa letu zilizoasisiwa na Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ikiwa leo tunakumbuka kifo chake, tunawasihi Watanzania wote, hasa vijana, tujiepushe na vitendo vya vurugu, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanayochochea migogoro Tunaomba viongozi wa mila, dini na jamii kuendelea kuihubiri amani, mshikamano na utulivu kabla, wakati na baada ya uchaguzi.